Maji ni uhai. Kauli hii imetajwa mara nyingi, lakini kwa bahati mbaya haieleweki kwa undani na watu wengi. Takribani asilimia 99 ya watu duniani hawajui njia sahihi za kunywa maji, jambo linalowaweka kwenye hatari ya matatizo mengi ya kiafya bila kujua chanzo. Katika maisha ya kila siku, tunakunywa maji kwa mazoea, kiu au kushibisha hamu tu, bila kuelewa ni lini, vipi na kwa kiasi gani maji yanapaswa kunywewa ili yawe na manufaa kamili kwa miili yetu. Tafiti kutoka mashirika makubwa ya afya kama Shirika la Afya Duniani, Harvard Health na Mayo Clinic zinaonesha kuwa idadi kubwa ya watu duniani, takribani asilimia 99, hawafuati mbinu bora za kunywa maji. Wengi wetu tunakunywa maji tukiwa na kiu kali au kwa sababu tumekumbushwa, lakini njia hiyo, japo inaonekana ya kawaida, inaweza kuwa na madhara kwa afya yetu ya muda mrefu. Kunywa maji kwa njia isiyo sahihi kunaweza kuleta matatizo kama maumivu ya kichwa ya mara kwa mara, uchovu usio na sababu, matatizo ya mmeng'enyo wa chakula hadi hatari ya kuathiri utendaji wa figo. Maji ni tiba ya mwili, lakini tiba hii huhitaji matumizi sahihi. Wataalamu wanapendekeza kwamba tunapaswa kunywa maji taratibu, kidogo kidogo, lakini mara kwa mara, badala ya kusubiri hadi mwili uanze kupiga kelele kwa kiu. Kwa mfano, badala ya kungoja hadi saa nane mchana kunywa glasi tatu mfululizo, ni bora kunywa glasi ndogo kila baada ya saa moja au mbili. Hii husaidia mwili kufyonza maji polepole na kuhakikisha kwamba kila kiungo kinapata unavyohitajika. Kunywa maji mara moja kwa kasi kubwa kunaweza kutoofisha figo na kusababisha hali inayoitwa water intoxication, e, ambayo hutokea pale maji mengi yanapopunguza kiwango cha sodiamu kwenye damu. Ni hali adimu lakini inaweza kuwa hatari sana. Hii ina maana kuwa hata jambo zuri kama maji linaweza kuwa hatari likitumiwa vibaya. Hebu tufikirie tena utaratibu wetu wa kila siku. Wengi tunaanza siku na kahawa, chai au juisi. Lakini wataalamu wanasema kuwa glasi ya maji safi asubuhi kabla ya kula au kunywa chochote kingine huamsha mfumo wa mmeng'enyo, huondoa sumu zilizokusanyika usiku kucha na huandaa mwili kuanza siku kwa ufanisi zaidi. Huu ni utamaduni mdogo tu, lakini wenye nguvu kubwa kiafya. Wakati mwingine tunakunywa maji wakati tunakula, tukifikiri kwamba inasaidia usagaji wa chakula. Lakini ukweli ni kwamba maji mengi yanapochanganywa na chakula wakati wa mlo hupunguza nguvu ya tindikali ya tumbo na hivyo kuchelewesha mmeng'enyo. Badala yake, inashauriwa kunywa maji dakika 30 kabla au baada ya kula, siyo katikati ya mlo. Pia ni muhimu kujifunza kusikiliza ishara za mwili. Mkojo ni kio cha hali ya maji mwilini. Ukiwa na rangi angavu au njano hafifu, hiyo ni ishara nzuri lakini mkojo wa njano iliyokolea sana ni alama ya upungufu wa maji. Kwa hiyo kila safari ya choo inaweza kukusaidia kujua kama unahitaji kuongeza au kupunguza unywaji wa maji. Wengine hudhani kwamba kunywa maji baridi sana ni njia bora ya kupooza, hasa katika jua kali, lakini maji ya baridi sana huweza kusababisha misuli ya tumbo kujikaza na hata kuathiri mmeng'enyo wa chakula Wataalamu wa tiba asilia wanashauri matumizi ya maji ya uvuguvugu, hasa wakati wa asubuhi au kabla ya kulala. Kuna faida nyingi sana za kunywa maji kwa njia sahihi. Ngozi yako inang'aa zaidi, kichwa kinaacha kuuma ovyo ovyo, unakuwa mwepesi kiakili na hata usingizi unakuwa bora. Kwa watu wanaotaka kupunguza uzito, kunywa maji dakika 30 kabla ya kula husaidia kujaza tumbo na hivyo kupunguza ulaji kupita kiasi. Hii ni mbinu rahisi ya kudhibiti uzito bila kutumia vidonge au mazoezi ya kuumiza. Na vipi kuhusu watoto? Tunapaswa kuwafundisha tangu wakiwa wadogo kuhusu faida za kunywa maji. Badala ya soda au vinywaji vyenye sukari, tuwape chaguo bora i, maji. Hii ni njia ya kupandikiza tabia ya afya bora tangu utotoni. Katika ulimwengu wa leo ambapo kila kitu ni cha haraka, tunasahau misingi ya maisha, e, kama kunywa maji kwa utaratibu sahihi. Lakini kumbuka, maji siyo tu ya kushibisha kiu, ni chanzo cha uhai. Ni chanzo cha nishati. Ni kinga ya magonjwa. Na ni mkombozi wa afya ya mwili wako. Kila glasi ya maji unayokunywa kwa uelewa ni hatua moja mbele kuelekea afya njema. Jifunze kunywa maji si kwa kwa kwa sababu una kiu, kwa sababu una kiu, bali kwa sababu mwili wako unakuhitaji kufanya hivyo kwa hekima. Watu wengi duniani wanaamini mambo mengi kuhusu maji ambayo si sahihi kabisa, lakini yamezoeleka kiasi kwamba yamekuwa kama ukweli kweli. Dhana potofu hizi zimekuwa kikwazo kikubwa kwa watu wengi kupata faida kamili ya maji katika miili yao. Moja ya dhana hizo ni kwamba ukiwa um, hujahisi kiu, basi mwili hauna haja ya maji. Hili si sahihi. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya hasa kutoka Chuo Kikuu cha Harvard na kituo cha Mayo Clinic, hisia ya kiu si kiashiria cha kuaminika cha upungufu wa maji mwilini. Mara nyingi tunakuwa tayari tumeanza kukauka mwilini hata kabla ya kuhisi kiu. Hii ina maana kuwa kusubiri hadi uhisi kiu ndipo unywe maji ni kuchelewa. E, tayari mwili wako unakuwa umeshapata msukosuko mdogo wa kimetaboliki. Dhana nyingine potofu ni kwamba mtu anaweza kuchukua nafasi ya maji kwa kutumia vinywaji kama soda, juisi au hata kahawa. Ukweli ni kwamba licha ya kuwa vinywaji hivi vina kiwango fulani cha maji, vyenyewe huweza kusababisha upotevu zaidi wa maji mwilini, hasa vile vyenye kafeini au sukari nyingi. Vinaweza kuongeza haja ndogo mara kwa mara na hivyo kuongeza upotevu wa maji badala ya kusaidia mwili kupata maji. Wengine huamini kwamba watu wazima wanahitaji maji kidogo kuliko watoto au vijana. Lakini ukweli ni kwamba kadri tunavyozeeka, uwezo wa mwili kuhifadhi maji hupungua, na hivyo watu wazima wanahitaji kuwa makini zaidi na ulaji wa maji wa kila siku ili kusaidia viungo vyao kufanya kazi kwa ufanisi. Figo, ini na moyo vyote hutegemea maji kufanya kazi vizuri. Unywaji wa maji kwa njia sahihi huleta manufaa makubwa ya kiafya. Miongoni mwa faida zake ni kupunguza hatari ya kupata magonjwa ya figo, hasa mawe ya figo. Maji husaidia kufuta taka mwilini kupitia mkojo na jasho. Bila maji ya kutosha, taka hizi hukwama na kuanza kuathiri afya ya ndani. Pia maji husaidia kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, huzuia kukosa choo constipation na huondoa gesi tumboni. Zaidi ya hayo maji husaidia kusafisha ngozi kwa ndani. Mtu anayekunywa maji kwa kiwango na njia sahihi huwa na ngozi yenye afya isiyo na mabaka wala mafuta ya kupitiliza. Maji pia yanachangia kupunguza mikunjo midogo midogo ya ngozi inayosababishwa na kukauka. Hii ina maana kwamba kunywa maji kunaweza kuwa kama bidhaa ya urembo ya asili isiyo na kemikali yoyote. Unapokunywa maji vizuri, unasaidia pia kupunguza mzigo wa moyo kufanya kazi kupita kiasi. Maji yanasaidia kuweka kiasi cha damu kinachotembea mwilini kuwa katika kiwango kinachofaa. Hii husaidia kudhibiti shinikizo la damu na kupunguza hatari ya matatizo ya moyo. Aidha, kwa watu wenye kisukari au wanaotaka kuzuia kisukari, maji ni mshirika muhimu sana. Kunywa maji badala ya soda au vinywaji vyenye sukari husaidia kupunguza viwango vya sukari mwilini. Maji pia ni muhimu kwa afya ya akili. Utafiti kutoka chuo kikuu cha Connecticut nchini Marekani ulibaini kuwa hata kiwango kidogo cha upungufu wa maji mwilini kinaweza kuathiri hali ya akili ya mtu, kuleta hasira, uchovu na hata kupunguza uwezo wa kufikiri kwa umakini. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anapojisikia mnyonge, mwenye huzuni au mvivu, tatizo linaweza kuwa si la kihisia, bali ni kiu ambayo haijatambuliwa. Kwa muktadha huu, mtu anaweza kujiuliza basi, nifanye nini ili nijenge tabia ya kunywa maji kwa njia bora kila siku? Kwanza kabisa, tengeneza ratiba ya kunywa maji kama sehemu ya shughuli zako za kila siku. Anza siku yako kwa kunywa glasi moja hadi mbili za maji mara tu unapoamka. Hii itaamsha mwili wako na kuondoa sumu zilizokusanyika usiku. Baadaye jitahidi kunywa maji kabla ya kila mlo, si wakati wa kula, bali dakika 30 kabla. Hii huandaa tumbo na kuimarisha mmeng'enyo wa chakula. Jitahidi pia kunywa maji kidogo kidogo kila baada ya saa moja hadi mbili, hata kama huhisi kiu. Hakikisha unatembea na chupa ya maji unapokuwa kazini, shuleni au safarini. Hii itakusaidia kukumbusha kunywa maji hata wakati umesahau. Weka chupa ya maji mezani au karibu na kitanda chako kabla ya kulala. Ukinywa maji kiasi kidogo usiku kabla ya kulala, huweza kusaidia kupunguza hatari ya mshtuko wa moyo, ambao mara nyingi hutokea wakati wa usiku au mapema asubuhi. Pia unaweza kuweka alama au vibukombe kwenye chupa ya maji ya lita moja au mbili, ili ujue kiwango ulichokunywa. Hii ni njia rahisi ya kujihamasisha na kuona maendeleo yako kila siku. Ikiwa unapenda teknolojia, unaweza pia kutumia programu kwenye simu janja kukukumbusha kunywa maji kila baada ya muda fulani. Kwa watu wanaopata shida kunywa maji yasiyo na ladha, unaweza kuongeza vipande vidogo vya matunda kama limau, tango au matikiti, ili kuipa ladha kidogo isiyo na madhara, lakini epuka kuongeza sukari au viongeza vya kiwandani. Mwisho, zingatia mazingira na hali ya hewa. Wakati wa joto kali au unapofanya mazoezi, mwili hupoteza maji mengi kupitia jasho. Katika hali hizi ongeza kiwango cha maji unachokunywa ili kulipa maji yaliyopotea. Pia wakati wa kuumwa na homa, kuharisha au kutapika, usisubiri hadi upate njaa au kiu. Kunywa maji mara kwa mara ili kusaidia mwili kupambana na ugonjwa. Mabadiliko haya madogo katika tabia yako ya kila siku yanaweza kuwa na matokeo makubwa kwa afya yako ya mwili na akili. Kunywa maji ni tendo rahisi, lakini lenye nguvu kubwa ya kuponya mwili bila kutumia dawa. Maji yanaponya, yanajenga na, na yanakinga. Usisubiri hadi mwili upaze sauti kwa kiu. Usitafute afya kwenye chupa za vidonge. Anza leo kwa kuchukua hatua moja ndogo, ikunywa maji kwa akili, kwa ratiba na kwa heshima ya mwili wako.